Karibu kwenye hadithi ya kusisimua kutoka Afrika ya Kati. Hii ni hadithi ya kijana aliyeitwa Kibaraka mwenye ndoto kubwa, lakini anayekutana na changamoto zisizotarajiwa. Hii ni Tai Family Media, hakikisha umejiunga nasi, twende kazi. Zamani palikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na misitu mikubwa. Kijiji hicho kiliitwa Kabumbe. Watu wa Kabumbe waliishi kwa amani na mshikamano. Miongoni mwao aliishi kijana mdogo aitwaye Kibaraka. Alikuwa yatima mnyenyekevu na mchapakazi. Alipenda kuwasaidia wazee na watoto hata kama hakuwa na kitu. Siku moja, wazee wa kijiji walikusajika chini ya mti wa mikuyu. Walimuita Kibaraka na kumwambia kwa kejeli, unadhani unaweza kuwa zaidi ya mtumishi wa kijiji? Wewe ni mdogo, maskini na huna chochote. Walimcheka kwa sauti, lakini Kibaraka hakujibu. Alitabasamu, akainamisha kichwa na akaondoka kimya kimya. Ndani yake alijua atabadilisha dunia. Usiku ule aliamua kuondoka kijijini, akaingia msituni peke yake, bila chakula, bila ramani, ila na moyo wa ujasiri. Alitembea siku tatu hadi akafika kwenye shimo kubwa lililofichwa na miti mirefu. Katikati ya shimo alikutana na mnyama mwenye macho mekundu anayezungumza kwa sauti ya kutisha, unataka nini hapa mwanadamu? Kibaraka akajibu, natamani kuleta mwanga kwa waliodharauliwa kama mimi. Mnyama yule alimwangalia kwa muda mrefu, kisha akasema, chukua taa hii ya moto iwapo utaweza kuifikisha kijijini bila kuiangusha, utakuwa mkombozi wao, lakini njiani utajaribiwa. Kibaraka akachukua taa na akaanza safari ya kurudi. Njiani alipambana na upepo mkali, mvua na vishawishi, lakini hakuwahi kuzima taa. Alipofika kijijini, taa ilikuwa bado inawaka. Wazee walimtazama kwa mshangao, walinyamaza, kisha wakapiga magoti mbele yake. Kwa mara ya kwanza walimuita jina lake kwa heshima: Kibaraka, mwanga wa Kabumbe. Tangu siku hiyo Kibaraka aliheshimika. Alijenga shule, akaanzisha mashamba na kuwaongoza watu kwa hekima. Alijifunza kuwa heshima haiji kwa maneno, bali kwa matendo na moyo wa kweli.